Sherehekea miaka 38 ya utoaji wa huduma, Kairuki Hospital inaendelea kukujali na sasa inakuletea huduma ya uchunguzi wa uvimbe kwenye kizazi, matiti na tezi dume bila malipo. Uchunguzi huu utafanyika kwa kutumia njia ya kisasa ya ultrasound na mammogram. Huduma hii itatolewa kuanzia tarehe tatu hadi 31 mwezi huu wa tatu, 2025 Huduma hii itatolewa Kairuki Hospital na katika tawi letu la Kairuki Polyclinic lililopo Mbezi, stendi ya Magufuli, kuanzia saa 5 asubuhi mpaka saa 9 alasiri. Kumbuka, kwa watakaobainika kuwa na uvimbe watapata punguzo la hadi asilimia 30 katika huduma ya matibabu ya kuondoa uvimbe bila kufanyiwa upasuaji kwa kutumia teknolojia yetu ya kisasa ya high intensity focused ultrasound. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0758272222 upatapo tangazo hili mjulishi na mwingine. Vigezo na masharti ya tiba hii kuzingatiwa.